E, bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa noticed ni kwamba baada ya hizi hi video kusambaa huko mtandaoni, zikiwa zinamuonyesha Harmonize akiwa ameenda Basata nadhani utakuwa unafahamu kwamba siku ya leo bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimeweka headline huko mtandaoni ni issue ya Harmonize Konde boy kuonekana katika ofisi za baraza la sanaa la taifa Basata jijini Dar es Salaam, na hii ni kufuatia kwa lile sakata ambalo lilikuwa linaendelea kati ya Ibra na yeye au na record label ya Konde Music Worldwide. So ameenda kwa ajili ya kwenda kusikiliza kufanya Uh, suluhisho la kile ambacho kimekuwa kikiendelea huko mitandaoni, maana ni moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinazungumzwa zaidi, kuhusiana na kwamba imekuwaje bwana mpaka Harmonize akaamua, uh, ku kumchaji kijana ambaye amemsaidia bilioni moja za kitanzania kwa ajili tu ya kujitoa katika record label hiyo ya Konde Music Worldwide. Lakini ukiacha na hayo yote, kitu ambacho kimemake headline bwana ni issue ya tattoo. Wakati Harmonize anaojiwa bwana, alikuwa anaangalia sana upande wake wa kulia. Sasa akigeuka hivi upande wa kulia, anatoa nafasi kwa waandishi wa habari kamera ku capture upande wake wa kushoto, kwenye shingo, nyuma ya sikio pale chini, kuna tattoo ambayo ilimake headline sana. Nadhani unakumbuka kipindi ambacho Harmonize ana date na Kajala bwana, kulikuwa kuna hii tatu ambayo ilikuwa inamuonyesha, ilikuwa, ilikuwa ni initial name ya Kajala. Umeona bwana, ni jina la Kajala ile K Harmonize alichora shingoni na, na Kajala naye pia alichora H katika shingo yake. Jambo ambalo lili make headline, lakini baada ya kuachana Harmonize akaenda akafuta ile tattoo na baada ya kuifuta tattoo hiyo basi moja kwa moja ikapelekea eh, watu wakaanza kucomplain kuzungumzia sana hiyo issue. Lakini hivi karibuni kuna hizi stories za kwamba kuna possibility Kajala na Harmonize wamerudiana, hivyo basi kutokana na hiyo issue moja kwa moja tumeanza kuona viashiria hata ile tattoo ambayo Harmonize aliifuta kwa ku kuibadilisha maana, maana ile K akamalizia Konde Gang. Uh, basi moja kwa moja ni kwamba huku upande wa Harmonize sasa hivi baada ya kuonekana kama vile yeye na Kajala wamepatana, amefuta ile yale maneno mengine yote, ameibakisha tena ile K kwa mara nyingine tena, jambo ambalo wadau bwana, wameelewa kabisa moja kwa moja kwamba Konda amefanya hivyo eh, kwa kumaanisha kwamba bado yeye na Kajala wako pamoja, bado anamkubali na tatu yake bado yuko nayo, ameirudishia ile maana yake iliyokuwepo awali kwamba yeye na